Semunyu ni mkuu wa kitengo cha masaraa Benki ya NBC. Leo Benki ya NBC kimeungana na wafanyakazi wote duniani kusherehekea siku hii kubwa ya wafanyakazi. Benki ya NBC pamoja na kutoa ajira za moja kwa moja, lakini pia ni mdau mkubwa wa sekta ya ajira, ambapo inatoa ajira nyingine nyingi kwenye mnyororo wa uchumi kupitia miradi uwekezaji wetu kwenye jamii na maeneo mengine. Benki ya NBC imepokea kauli kubwa iliyotolewa na Mheshimiwa Rais leo ya kuongeza vipato vya wafanyakazi ambao ni kuonyesha mchango wa wafanyakazi. Sisi kama benki tunaendelea kuahidi kuwa sehemu kubwa ya ukuaji wa uchumi, na kama wafanyakazi tunaendelea kutumia nguvu zetu katika kuijenga taifa letu kwa maslahi mapana ya taifa. Kwa niaba ya mkurugenzi wa benki ya NBC napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa waandaaji wa tafashahili hapa Singida, benki ya NBC na tawi lake pamoja na mawakala na washauri na kuwapendekeza Watanzania wote waendelee kuisupport benki yao ya NBC. Karibuni sana. NBC, daima karibu nawe.